Pisho, habari, kwa karibu katika taarifa ya habari yitakaosoma pwako Chalamila. Rais wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa, Joseph nzelu amefanya uapisho wa waziri mkuu wa serikali ya wanafunzi pamoja na viongozi wengine. Mwanahabari wetu Habibu Mkanula ana undani wa taarifa hii baada ya uapisho huo uliofanyika ofisini kwake siku ya tarehe ishirini na moja ya mwezi wa 6 2025, rais Nzero amewasihi viongozi hao kutumia vizuri uongozi wao kwa kuwatumikia wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa, katibu mkuu, kwa maana waziri mkuu, mwanasheria mkuu, mwasibu mkuu pamoja na katibu mkuu wote kwa pamoja. Jambo ambalo ninatamani kwenu kuliona ni uwajibikaji tumepewa kazi ya kwenda kuwatumikia wanafunzi wenzetu, ambapo kwa macho ya kawaida unaweza ukasani ni mzigo mwepesi, lakini ni mzigo mzito ambao unahitaji maarifa ya ziada kuhakikisha kwamba unaenda kufanya kazi kwa uaminifu, lakini kwa juhudi za juu zaidi. Naye katibu mkuu kiongozi mheshimiwa Lenasi Mjema amesema ataonyesha ushirikiano mzuri kwa rais kwa kumshauri kati mimi kama katibu mkuu kiongozi, ahadi zangu, cha kwanza nitakuwa niweza kumsaidia rais na kuweza kumshauri masuala mtambuka ambayo yanahusu wanafunzi kwa namna moja au nyingine, lakini pia kupokea maagizo yote yanayotolewa na, na serikali ili mradi wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa waweze kupata huduma iliyo bora na kuweza kufurahia maisha wakiwa chuo kikuu cha Iringa. Kama katibu nitaweza pia kuwashauri kwenye baraza la mawaziri wakiongozwa na waziri na Vice President, ili waweze kufikia malengo yao kama walivyoniamini, na mimi nitaenda kufanya kazi hii kwa wivu mkubwa sana. Kwa upande wake, mwanasheria mkuu wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa Mheshimiwa Rashid Mdee amesema kuwa atahakikisha wanafunzi wanafahamu katiba ya chuo kikuu cha Iringa. ikiwa majukumu yangu ya kwamba ni kuhakikisha sheria, mikataba na mambo yote yanayofanyika chini ya serikali ya wanafunzi yanafanyika kwa mujibu wa sheria, lakini pia kuhakikisha kwamba wanafunzi wanatambua miongozo ya chuo, prospectus by law, chata, pamoja na katiba inayotuongoza sisi serikali ya wanafunzi chuo kikuu Iringa na hivyo ndivyo uapisho wa viongozi mbalimbali mbali, na wakiongozwa na waziri mkuu ambao e, wameapishwa leo hii na Mheshimiwa Rais wa chuo kikuu cha Iringa. Nikiripoti kutoka eneo hili la ofisi ya rais, mimi ni Habibu Mkanula wa UoI Digital. Serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa imekabidhi rasmi madaraka kwa uongozi mpya wa mwaka wa masomo 2025 2026 katika hafla iliyofanyika katika ukumbi wa kiotahabu huku viongozi wakisisitiza ushirikiano, uwazi na ubunifu kwa maendeleo chuoni hapo. Mwanahabari wetu na Mnyaki Elias ana undani wa taarifa hii. Akizungumza, makamu wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa Jestina Lamba ameahidi kuwa kwa uwezo wa Mungu atashirikiana katika kila hatua na hatasita kupokea maoni kutoka kwa wanafunzi kwa ajili ya manufaa ya chuo kikuu cha Iringa. Madarasa, ajiu, stafu, wamewasa, charinga, kwa kuanzia wawakilishi wa madarasa hadi ngazi ya juu na viongozi waliostaafu wamewaasa wanafunzi Chuo Kikuu cha Iringa kuwapa ushirikiano viongozi waliowachagua na pia viongozi walioko madarakani wawe wabunifu. Naomba niwatoe wasiwasi wanafunzi wote ambao mtuamini na mtupa nafasi hii, tutafanya kazi kwa uadilifu, ushirikiano, kwani tunajua sisi wenyewe hatuwezi. Tukimtanguliza Mungu, tukipokea maombi changamoto zao kwa sababu sisi tunahitaji changamoto zao tuweze kuziwakilisha na kuzisoma kwa maslahi ya chuo chetu cha kikuu cha Iringa pamoja na jamii nzima ambayo inatazama kama wasomi ambao tumepata nafasi ya kuja chuoni. Waziri mkuu wa serikali ya wanafunzi cha kikuu cha Iringa Kitambruma ameahidi kuwa atafanya haraka kuwe na uwepo wa control number katika mfumo wa SIMS ili kulipia student organization. Tuseme tuwe tumeshapata control number kwenye uh, kwenye mfumo wetu mpya wa wa SIMS ili wanafunzi waweze kulipa kwa, wata, kwa wakati bila kupata. Sambamba na hilo waziri mkuu wa ameahidi atatoa zawadi kila baada ya matokeo kutoka kwa viongozi waliofanya vizuri kwenye masomo. Nimeandaa kila mwisho wa mwezi, nitatoa cheti kwa wizara ambayo itakuwa imefanya vizuri, na cheti hicho kitaitwa Champion of the Year, of the Month na nitawapatia kwa atakayefanya vizuri nitampatia, na leo lengo kubwa ni kuinspire yeye yeah, aliyefanya vizuri aendelee kufanya vizuri, lakini kwa wale ambao wamekosa wapate energy ya kufanya vizuri zaidi. Lakini sanjari na hilo pia nimeandaa zawadi nzuri kwa ajili ya viongozi wangu ambao watafanya vizuri kitaaluma. Makabidhiano ya uongozi serikali wanafunzi kucha, 12, 24, 24, 25, 25, 26, ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa mwaka 2024-2025-2025-2026 yaliyotamatika hapo eneo la Kiota Hub, huku uongozi unaoingia madarakani ukiahidi kufanya mambo makubwa katika kipindi hiki cha mwaka wa uongozi wao. Ukiripoti kutoka hapa Kiota Hub na Nikki Elias. Wanafunzi wa uandishi wa habari Chuo Kikuu cha Iringa wameeleza matarajio yao kufuatia uteuzi uliofanywa na serikali ya wanafunzi chuoni hapo baada ya teuzi mbalimbali katika kozi hiyo. Mwanahabari wetu Kevin Paul ana undani wa taarifa hii. Naye Mashaka Lugoma, mwanafunzi wa shahada ya uandishi wa habari, amesema uteuzi huo unaonesha namna kozi ya uandishi wa habari inavyozidi kukua na kutambulika. Kuteuliwa kwao, kwanza nimefurahi ni, ni pia niwapongeze, lakini pia nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa, ku, kwa, ku, kwa, kwa kulitambua hilo, kwa sababu eh, kila kila mtu ana kitu chake ambacho anakihitaji, ana, ana, ana, ana na kila mtu ana kitu chake ambacho anakimudu na anakiweza, kwa hiyo Mwana, wizara ya habari basi wahusike mtu mwenye taaluma ya uandishi wa habari ndio kitu kilichofanyika kama inavyotakiwa kwenye, kwenye, kwenye wizara zingine inapohusisha watu watu wengine ambao wana vimudi hivyo vitu. Kwa upande wake, Salma Hari mwanafunzi wa shahada ya waandishi wa habari mwaka wa tatu ameeleza matumaini yake baada ya uteuzi huo, akitarajia uwakilishwaji mzuri kwenye serikali ya wanafunzi chuo Kikuu cha Iringa. Sisi kama wanafunzi wa waandishi wa habari tunaondoka na wanaobaki naona atakuletea mchango mkubwa sana kwa sababu ni watu ambao wanajua changamoto zilizoko ndani ya tasnia ya habari. Wanajua namna gani hizi chang changamoto zimekuwa zikitufundisha kwenye kujifunza kwa vitendo. Kwa hiyo matumaini yangu au matumaini ya wengi ni kwamba wataenda kutuwakilisha vyema huko. Okay, mwaka 2025 umekuwa mwaka kitofauti sana bado wanafunzi watatu wa idara ya uandishi wa habari kutolewa nafasi za uongozi kwenye serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa katika nafasi ya, ya waziri wa habari naibu waziri wa habari pamoja na msemaji wa serikali ya wanafunzi, jambo ambalo litaongeza chachu maendeleo katika idara hiyo ya uandishi wa habari. Ripoti kutoka chuku cha Iringa, taarifa yake Kevin inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate funzi kwa mafupi, tukirejea tutajifunza lugha adhimu ya Kiswahili kutoka kwake Karim Yasin. Mambo vipi mtazamaji, karibu. kuna kipengele nadra kabisa cha msamiati wa Kiswahili, na leo tu kuna neno kizibao. E, je, unafahamu maana halisi ya neno kizibao? watu wanavaa vizibao. Unafahamu maana yake? Tuko tukatazama, wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa wakitueleza wao wanafahamu nini juu ya msamiati huu. Unahisi maana halisi ya neno kizibao? Kizibao hai, kizibao ni uh, nguo ambayo inavaliwa kwa ni mbadala wa koti ya suti. Yenyewe huwa haina mikono mirefu. Okay. Po anatuambia kwamba kizibao ni kama na nini ania Neno moja nakwambia mm, neno kizibao mm, kizibao, kile kikoti cha juu cha kuvalia suti. Tumeweza kuwatazama wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa wakijaribu kutuelezea wao wanafahamu nini juu eh, ya msamiati au neno kizibao. Wamejaribu kutuambia namna gani wanafahamu juu ya msamiati huu. Maana halisi ya neno kizibao ni kikoti kifupe kisichokuwa na mikono. Nami mimi kuacha na kwa sentensi semayo eh, Joseph Kimwecha anapenda kuvaa kizibao. Jina ni Karimu Yasini, nami nakuacha na sentensi semayo Mzee Jabili anapenda kuvaa kizibao. Naam na, na hiyo ndio maana halisi ya msania tivizibao mtazamaji, na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Ulikuwa nami Theresia Chalamila, asante na kwa heri.